Huyu binti anayeolewa ni binti yangu, kwa hiyo hili jimbo ni la kwangu. Huyu mwali ambayo tunamsema hapa ni wa kwangu mimi. Sasa naona kuna maamuzi yamefanyika. Kwanza hili andiko nimeliona hapa, ukweli wa kimungu. Kwa hiyo ushiriki wangu kama mbeba maono ya watu wa Moshi Vijijini hayajachukuliwa kihivo, kwa sababu kama ni changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ndiye ninayepita kila kata kwenye kata zangu zote kumi na sita. Kwa hiyo najua changamoto ni zipi, raha ziko zipi, tabu za wananchi ni zipi. Mimi ndio ninayejua kuliko mtu yoyote kwenye mkoa wako huu, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa ni niwape tu kwanza background kidogo eh, kwenye utekelezaji wa majukumu yangu mimi kama mbunge, kuna ukanda wa mlimani ndiko nilikotokea na ukanda wa tambarare ambapo ndio upande wa chini wa barabara. Sasa haya maeneo mawili yana changamoto tofauti kabisa. Kwa hiyo naongea kwa hisia kubwa. Hii kitu tusifanyie siasa kabisa. Na mimi ninashangaa wataalamu wanaosema hivi jiografia. Jiografia jamani, hivi, hivi, hivi kama nikufikisha huduma, yaani alionekana kabisa kwamba huduma zitafika sawa sawa kama mtagawa, kama ambavyo huku wawe na mwakilishi wao na huku wawe na mwakilishi wao kwa sababu hata walivyogawa sasa hivi tunaleta ubaguzi wa hali ya juu wa Kibosho, wa Uru na Old Moshi Milimani tulikuwa tunawasiliana na ndio walinichagua. Ilikuwa mna ubaguzi sasa, mmeweka wa Kibosho peke pekea huko, mmeshatukimbiza tukimbiza eh, ndugu zetu wa Uru na Old Moshi mmetunyang'anya. Yaani hiyo hiyo ndio usao mnafanya usawa? Jamani tu tuwe wa kweli tu, hii kitu tusifanye kisiasa, naomba kabisa kama kuna mtu mnataka kumpendeleaje, mbunge wa jimbo la Mawenzi, sio sawa. Naongea, lazima tuseme. Sioni logic ya wakibosho, mmewatenga peke yao kule eh? Wakibosho mmewatenga peke yao, hebu niambie logistic, halafu mtu wa TPC sijui inakuaje au mabogini, mabogini mmemweka. Unajua, watu wanajua kwamba nilitetea sana lile eneo. Kwa hiyo pia ni mbinu ya ili kule kuninyang'anya, ili nisije nitagombea. It's quite clear, inaonekana. Alafu mnasingizia ni utaalamu, hamna utaalamu kabisa hapo, na mimi naongea kama mbunge, hii kitu haijakaa sawa. Kuliko hivyo ni afadhali kama ulivyosema asig, lakini otherwise, kama tuko serious, kwanza litaleta shida kubwa sana kisiasa. Wale watu kule wanataka maendeleo na huku tunaona tunavutana. Ukitaka kupeleka maendeleo kule, watu wa zamani hapa wanajua shida ambazo nimeshapata, ukijaribu tu kusaidia kule ni shida eh. Kwa hiyo tuta- tutakuwa tunagawa, hata wakati wa kura, tunakwenda kwenye uchaguzi, ndugu zangu, italeta shida hii kitu. Wale watu hawataridhika na watatuletea shida kubwa. Mimi niombe ne, tu najua DC umefanya kazi yako vizuri, nami ni ushauri wangu kama mdau mkubwa wa hii kitu. Mdau mkubwa ni mimi mbunge, kwamba nime nimepita kote, ninajua na ninajua shida za watu kulio mtu yoyote. Sasa kama msikilizi mimi, mnakwenda tu, tunamwangusha Mama Samia. Mimi nawaambia ukweli wa kimungu kabisa, na uzuri wa maprofesa sisi watu hatuogopi kusema, ni wakweli, unanyosha mambo hivyo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mimi pendekezo langu, ikikupendeza, ikiwapendeza wajumbe, tambarare tuwape jimbo lao wae na mwakilishi wao mimi nitaenda kugombea kule, kule milimani na wakibosho na wauru na na wambokomu na wale wawe na nani na, na yao sakozi meacha alama otherwise, huu ni ubabaishaji ambao ni samee vesheni yangu. Naona kama tunababaisha na sio sawa.